Kaimu katibu tawala wa mkoa wa Kagera, kaka yangu Mwai Biseko, mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Pentecoste Tanzania CPCT mkoa wa Kagera, baba Askofu Ayubu Silvesta Bikitima, mwenyekiti wa baraza la jumuiya ya shirikisho la CPCT Tanzania, mshehe wa mkoa wa BAKWATA baba yangu Haron Kichobuta, mwakilishi wa baraza la maaskofu Tanzania tek mkoa wa Kagera, maaskofu wote mliopo, mashehe wote mliopo, maimamu wote mliopo, wachungaji wote mliopo, makamu wenye viti wa mabaraza yote ya yeah, yaicit na bakwata mliopo, makatibu wajumbe na wananchi kwa ujumla, Bwana Yesu wasifiwe. Jamhuri -ye! ya muungano wa Tanzania, assalamu as alaikum ndugu zangu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu aliyetujalia uhai na afya njema tukaweza kukutana hapa salama. Lakini baada ya kumshukuru Mungu, nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati nyote mlioacha shughuli zenu mkaja hapa kwa lengo la kuiombea amani nchi yetu na kuombea uchaguzi mkuu uende salama. Mungu awalipe malipo mema. hii kuwashukuru sana, ndugu zangu wa CPCT chini ya baba askofu Ayubu, ambao wao walinialika katika mkutano wao niende nikawafungie mkutano wao. Na nilipokwenda kwenye kikao kile wakaninong'oneza, pamoja na mambo mengine, wakaniambia mama, tuna jambo letu na tunaomba utuunge mkono. Jambo gani? Tumeandaa kongamano kubwa la kuombea uchaguzi kuiombea amani nchi yetu na kumwombea Mheshimiwa Rais wetu. Kwa kweli kauli ile lilibariki sana na mimi nikawaambia ni jambo jema sana ila litanoga zaidi, litapendeza zaidi kama tukijumuika wote, tukaomba wote kwa pamoja, kwa sababu hili <coughs> ni heshima kubwa kwa mkoa wetu na itaendelea kuonyesha umoja na mshikamano tulionao kama Wanakagera. Na hili ni kubwa sana kweli. Jambo <coughs> hili huwa linanifariji kwa sababu wakati wote mimi huwa nasema kama ni binadamu wenye busara na tunaojitambua, huwa tunatakiwa tuzingatie mambo mawili katika vipindi vyote vya chaguzi. Cha kwanza, uchaguzi ni jambo la kupita, la muda mfupi sana, halafu litaisha, na baada ya uchaguzi maisha lazima yaendelee. Kwa hiyo, hatupaswi kugombana wakati wa uchaguzi, tufanye lililo wa la wajibu na maisha baada ya pale yaendelee tukiwa vile vile, ndugu jamaa na marafiki. Na nimwombe dijei wetu hapa leo, tuna ule wimbo ule ambao mimi nilitunga unaoeleza pia wajibu wa viongozi wa, wa dini, utafute kama huna umpate, ili nikimaliza mimi kutoa hotuba yangu tuwawekee wausikilizi. Lakini jambo la pili muhimu sana ambalo sote huwa tunapaswa kujikumbusha wakati wa vipindi hivi vya uchaguzi ni kwamba mamlaka yoyote duniani hutoka kwa Mungu. Kwa hiyo atakayekuwa ndio huyo ambaye Mungu alipanga atuongoze. Kwa hiyo sisi hatuna sababu ya kufanya vurugu zozote. Lililo la wajibu kwetu ni kumuomba Mungu atusaidie, tutumie busara na hekima na atujalie tupate kiongozi bora atakayetuvusha na kutuondoa kwenye umaskini akatetea afya zetu akatetea uhai wetu akalinda amani yetu na akakuza ustawi wetu. Ndugu zangu, viongozi wa dini na waumini wenzangu, uzito na umuhimu wa kongamano hili unabeba dhana nzima ambayo nanyi viongozi wa dini mmekuwa mkituasa kila wakati kupitia mahubiri ambapo msisitizo mkubwa umekuwa ni kutuhimiza katika upendo na amani. Wakati wote mmehimiza amani ndani ya roho zetu, amani ndani ya familia zetu, amani katika jamii zetu na amani katika taifa letu kwa ujumla. Aidha, serikali yetu inayoongozwa na, na mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inathamini na kuhimiza upendo wakati wote, na wakati wote imekuwa ikihimiza na kusisitiza ume upendo, mshikamano, amani na utulivu katika nchi yetu. Pia amani ni msingi wa maendeleo, na hivyo ni muhimu sana kwa nchi yetu, kwani bila amani nchi yetu haiwezi kufanya shughuli zozote za maendeleo na, na tumeshuhudia hata zile nchi zilizoendelea zimekuwa na maendeleo makubwa, magorofa makubwa, maviwanda makubwa, walipoamua kuvuruga amani, maendeleo yote wameyateketeza ndani ya kipindi kifupi sana. Tunaitazama leo Russia na Ukraine, mambo yaliyotokea Ukraine. Maendeleo yalikuwa makubwa sana, lakini leo tuna watu wengi ambao hawana makazi Magorofa yote tuliyokuwa tukiyatamani na kuyaonea uwivu leo yamevunjwa vunjwa na kurudi kuwa michanga. Sasa hilo sio jambo ambalo tunatamani hata kidogo litokee katika nchi yetu, na ndiyo sababu, ndiyo sababu ninaposikia ni kauli hizi, tuombe tuombe tuombe kutoka kwa viongozi wa dini, napata faraja kubwa sana. Natambua kwamba mnaomba dhahiri makanisani waziwazi, mkiombea uchaguzi, mkiombea amani, na natambua kwamba mnaomba kwa siri siri misikitini, makanisani na majumbani, kwa sababu viongozi wa dini, wakati sisi tunakoroma, wao ndio huwa wanaamka kukesha kuiombea nchi yetu. Na kwa hiyo tunawapongeza sana, na kwa sababu tunajua maombi makubwa mazuri zaidi hufanyika usiku. Sasa tunatambua kwamba mnafanya siri siri, lakini leo mmesema nataka mjumuike na sisi na sote tuombe kwa pamoja. Hii yeah, ni njema sana <laughs> lakini kilichonifariji zaidi ni namna ambavyo mmetualika mchanganyiko wa watu waombezi katika dini na sisi waamini na waumini mashehe na maimamu, maaskofu na wachungaji, na mapadri, wainjilisti, makatekista, lakini na sisi wananchi wa kawaida wote mmetuambia tuwepo. Hili ni jema sana kwetu, mmetushirikisha wote. Hamkutuchagua kwa imani zetu, hamkutuchagua kwa itikadi zetu, hamkutuchagua kwa, hamkutuchagua kwa hali zetu za uchumi Masikini, matajiri, wote tuko humu pamoja, tunaambilia Mungu wetu. Hili ni kubwa sana ndugu zangu. Naomba niwakumbushe, wakumbusha wanakagera wenzangu juu ya umuhimu wa amani kwa kunukuu maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Isaya sura ya 32 aya ya 17, yasemayo na kazi ya haki itakuwa amani na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Ndugu viongozi wa dini na waumini wenzangu, wa nimefahamishwa kwa kongamano hili linaongozwa na mada kuu muhimu inayosema umuhimu wa kuliombea taifa, kuhifadhi umoja wa kitaifa na kuheshimu mamlaka zilizowekwa na Mungu. Tunakumbushwa katika siku hii ya leo kupitia kongamano hili kwamba kumbe, ni muhimu kuombea taifa letu amani, ni muhimu sana kuombea umoja wa kitaifa, lakini ni muhimu sana kwa sote kuheshimu mamlaka zilizowekwa na Mungu, kwa sababu mamlaka zote hutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama ilivyonukuliwa katika maandiko matakatifu katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili aya ya kwanza hadi ya tano na katika kitabu cha Warumi sura ya kumi na tatu aya ya kwanza hadi ya saba, ninaomba niwakumbushe wajibu wetu sote kulinda amani, umoja wetu, shikamano wetu na sote kwa pamoja tupendane.